baada ya Qainuqa'i baada ya vita vya, ya na, e, vita Bani Qainuqa'i na vita vinavyofuata na kama tulivyotanguliza baada ya Badri. Kuna wengine wasema ile vita vya Bani Qainuqa ndio vilitangulia, wengine wasema la, bali ilikuwa ni vita vya al Qudr ama Ghazwat Sawiq. Sasa leo tutazungumzia hiyo Ghazwat as-Sawiq, hii Ghazwat a, a, hi, a, e, al Qudr, Ibn Hisham a, Ibnu Ishaq afwan mmoja katika maulama yani wa, wa tarikhi anasema ilitokea mwisho wa Ramadhani baada ya Badri, anasema wengine wasema mwanzo wa Shawwal. kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ataka kukaa pale Madina baada ya Badri, akatoka, aliketi siku saba tu hivi, kisha akatoka, ni hawa Banu, Banu Sulaim Akaenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akitaka kupigana na hawa Banu Sulaim, akafika katika visi, vi, visima visima vyao, sehemu ambayo inaitwa al-Qudur, ndio maana vita hivi vikaitwa Ghazwat al-Qudur na akaketi pale takriban siku tatu, akarudi zake Madina, lakini hawakukua hakukua na mapambano yoyote, hawakukua na mapambano yoyote pale. Naam, na alikuwa akibeba ile liwa yani e, bendera ya Waislamu, ilikuwa Saidna Ali bin Abi Talib karramallahu wajha. Na <coughs> lakini kama tulivyosema wengine eh, katika wanazuoni wa tarikhi wasema vita hivi vya al-Qudr vilitokea mwaka wa tatu, uh, mwezi wa kwanza yani Muharram, mwanzo wa Muharram ndo vita hivi vilitokea. Na e, vita vingine vilivyofuata ni ghazwat as-Sawiq, na vita hivi vimeitwa hivi as-Sawiq, manake ni unga unga, tamam, unga, yani kwa sababu gani vimeitwa hivi vita vya unga? <laughs> Eh, asli ni hawa makureshi waliporudi Maka maskini makufari walikuwa ndo ile wana huzuni manake wamepigwa vita wameshindwa. Eh, wao walikuwa wajiona walikuwa wanaringa na nini na nini, sasa wamepigwa wamepigwa vizuri. Abu Sufyan hapo, kabla ya kusilimu toba, Abu Sufyan akaika nadhiri akasema mimi kichwa changu hakitogusa maji, wengine wanasema alisema mimi kichwa changu hakitogusa mafuta hata aghzu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mpaka mimi niende nikampige vita nani? Muhammad. Yaani, mpaka nikampiga vita manake, kama tutakumbuka, yeye alikuwa yuko na itwaje msafara, akahepa lile jeshi la Waislamu, basi wakaja wakapatana na wa Waislamu na makafiri, Waislamu wakashinda. Sasa Abu Sufyan ashafika Makka, habari ya rudi kuwa wameshindwa, basi akasema angalia, mimi sitooga mpaka nimpige vita huyo Muhammad. Basi akatoka kutoka na watu 200 tena wote wamepanda eneo na vipando akafika sehemu kando kando ya Madina pale akalala na akaketi na mmoja na Mayahudi eh, akapewa tembo wakatia stori, akajulishwa namna hali ilivyo. a yes, ilipofika asubuhi eh, akakata aitwaje, akakata mitende, kulikuwa na miti pale mitende pale Madina, akakata kata, kisha akampata mmoja katika ansari maskini akamua, eh, na mmoja pia katika mtu aliyekuwa pamoja ni yule Ansari ambaye ni halifu, yani ana, ana, ana urafiki na yule Ansari akamua huyo as, baada ya shaua sasa akaanza safari ya kurudi maana akajua hii ni makosa. Wakaanza, itwaje, kurudi Maka sasa wakimbia huku. Waislamu wa walipopata habari Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawafuata, lakini huku Abu Sufyan akafanya bidii sana, maskini wakakimbia yani, wale, wale makufari watu 200, eh, ikawa wanafanya nini, wanaangusha wana, wana magunia eh, wamebeba eh, yaitwaaje wamebeba huo unga ambao ndo sawiq, wakawa sasa wanarusha rusha nyuma wanarusha rusha nyuma wanarusha rusha nyuma, walikuwa wakipunguza ile mizigo ile kwa kwenye nini vipando vyao ili vipando viende mbio zaidi eh, yatakhaffafuna yani bidhalika. Bas, alhamdulillah wao wakapona, lakini huko waislamu wakapata yani vile vitu vilivyobwagwa na, maana wao wanasema si ati waliangusha tu yani unga la, bali waliangusha ama walibwaga vitu vingi sana, lakini vingi katika vile vitu ilikuwa ni unga, ndio maana vitu kama hivi vita kama hivi vikaitwa, eh, Ghazwat Asawiq. Naam, na Waislamu hawakuwapata hawa kama tulivyosema. Yani Waislamu hawakuwapata, hawakuadiriki, hawakuadiriki. Wale wakafika kule Makka bila vita vyovyote. Hii ilikuwa katika Dhulhijja baada ya uh, vita vya Badri kwa takriban miezi miwili. Naam. Amu mwaka wa tatu katika Hijra <coughs> Mwaka wa tatu katika Hijra, vita vya kwanza, yani vita vya kwanza vinavyotajwa na maulama wa tarikh ni Ghazwat Dhi Amr, Ghazwat Dhi Amr. Na vita hivi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoka akitaka kwenda Najid, eh, akitaka kwenda Ghatafan apige vita hawa <coughs> watu wa Ghatafan eh, na pia jina lake katika, ni miongoni mwa jina lake wanasema maulama Ghazwat Anmar Ghazwat Anmar. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaketi pale e, Najidi kwa muda, lakini hakupatana na mpingamizi zozote hakutokea na yani e, mapambano yoyote, akarudi zake Madina. Naam. Kisha vita vingine pia katika huu mwaka wa tatu ni Ghazwat Bahran, ni vita vya Bahran. E, na vita hivi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahbihi wasallam alitoka mwisho wa Rabiul Awal, fungo sita, atoka atakwenda kupata Makureishi, na hawa pia ni katika Banu Sulaim, hawa pia ni katika Banu Sulaim. Akafika hapo Bahran <coughs> sehemu inayoitwa yani hiyo Bahran, sehemu iliyo karibu na Al-Fara, sehemu inaitwa Fara, akaketi pale mwezi, mwezi yaitwaje huu, yani mfungo sita mpaka Jumada al-Ula, mpaka Jumada al-Ula, kisha akarudi zake Madina, lakini pia hakupata nini, mapambano yoyote Naam. Eh, na hapa, mtu anaweza kuuliza mbona hivi vyote hawapati mapambano? Utaona mara nyingi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lengo si kuuana bwana, lengo si kuuana, lengo si kuua sisi kama waislamu ba, bali lengo ni kupata nafasi ya kufanya dawa, lengo ni kupata nafasi ya kufanya nini, ya kufanya dawa. Na pia jambo jingine hapa ambalo tunaona jambo ambalo ni adhimu, sisi kama waislamu tunafaa kutukua wafunzo ni kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huko Madina yani muda aloketi ni kidogo sana kihakika. Kila wakati alikuwa akitoka ni dawa kwenda vitani, ni dawa kwenda vitani, dawa kwenda vitani, hakuketi pale Madina. Yani ile masuhulia yaliyotukua ya kueneza eh, dini ya Uislamu imemshughulisha sana, hata utaona labda tangu tuzungumzie vita vya Badri, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hajaketi Madina hata zaidi ya miezi miwili, hajaketi huni Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hivi ndio walivyokuwa yani maulama, na hivi ndio walivyo yani walivyokuja salaf baada ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ndio ilikuwa ada yao, kuwa watu ni kwenda kupiga kazi ya dini, kwenda kueneza dini eh. Je, yes, sisi tuko wapi na kueneza dini eh? Alhamdulillah, zama zetu kuna masimu eh, kuna mtu waweza kumwambia, yani waweza kufikia watu wengi sana kwa picha peke yake.

katika dawa ndo ndia nzuri zaidi ya kujifungamanisha na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi mtu afanye dawa hata kama yuko nyumbani, aweke picha ya nasiha, aweke picha kuhimiza watu waswali, aweke clip ndogo ya kuhimiza watu waswali, wafunge, kuhimiza watu wasafishe nyoyo zao, hakadha na alhamdulillah, yani wasail ziko nyingi, mpaka mashekhe zetu wakisema zama hizi tulizoko wasail ni nyingi, yani njia za kueneza dini ni nyingi eh, lakini yani zile himma haziko zile himma haziko, lakini wale waliotangulia maskini, ilikuwa wasaili ni kidogo, njia za kueneza dawa ni kidogo, wanapata taabu kusafiri tu kwa miezi, lakini himma ziko juu sana sana sana eh. Sasa sisi tunafaa kujaribu ile himma tuongeze, ili tufungamanishe ama tujifungamanishe na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam kwa uhakika. Naam, na inshallah, katika madarasa atakayokuja tutaendelea yani na kisa cha moja katika hawa mayahudi kitwa Kaab